Zifahamu dalili, dalili, dalili za ugonjwa wa moyo. Kufeli kwa moyo ni ugonjwa unaotokea ghafla na pia huja taratibu kimya kimya, tena kwa dalili ndogo ndogo ambazo wengi huzipuuzia. Leo tufahamu dalili za ugonjwa wa moyo unazopaswa kuzijua. Moja ni kupumua kwa shida, hasa unapofanya shughuli ndogo, kama vile kupanda ngazi, kutembea umbali mfupi, au hata ukiwa umepumzika au kulala; miguu na vifundo kuvimba; uchovu uliokithiri na mwili kukosa nguvu bila sababu inayoeleweka. Kikohozi kisichoisha ambacho mara nyingi huambatana na makohozi meupe. Mapigo ya moyo kwenda mbio au yasiyo ya kawaida. Kupungua kwa uwezo wa kufanya mazoezi au shughuli za kawaida, kichefuchefu, kukosa hamu ya kula au kushiba haraka. Dalili hizi zikitokea mara kwa mara, usipuuze. Kufeli kwa moyo ni ugonjwa unaoweza kudhibitiwa ukiutambua mapema. Zungumza na mtaalamu wa afya mapema, au unaweza kutupigia sisi moja kwa moja Tanlink Medical Tourism Agency kwa msaada wa matibabu ndani na nje ya nchi kupitia namba 0786 333 464 na sifuri saba sita tatu tatu sita tatu nne sita nne. Tunapatikana Posta Mpya, mtaa wa Kisutu na India, jengo la Haidali Plaza ghorofa ya pili.